Jambo dada. Habari? Jambo. E, dada tunakuona huko hapa eneo za bandarini ambako tunaona watu ni wengi sana ambao wanaonekana kwamba wanahama makazi. Vipi unaweza kutuambia nini kuhusu hali halisi ambayo ipo hapa kwenye poro ya Mshimbaji? Okay, asante. Vipi? Unaweza kutuambia hapa una siku ngapi hivi sasa tangu uwe hapa? siku nne. Shida ni nini? shida vita. Sasa kwa nini utumie siku zote hizo na wakati wewe unakimbia vita mama? shida nini? Boti inaonekana au boti inaonekana au shida inaweza kuwa nini hasa? Okay, okay, asante. Ndiyo tunasikia kwamba hivi mkitoka hapa mnategemea kujielekeza wapi au kukimbilia wapi? E ki, pole sana pole mama, sawa. Hivi mnategemea kama kutoka hapa mlakimbilia nchi gani ambayo na kimbilio? Maana tunasikia wengi wenu wanaenda Burundi, wengi wanasema wanaenda Tanzania, lakini Tanzania hawapokelewi. Vipi, mnategemea kwenda wapi? ina maana hivi sasa hivi ukitoka hapo utaenda utafikia Tanzania? Nitafikia hapo kama ananifikisha baba. Ah, lakini tunasikia wengi wenu wanaenda Burundi na tunasikia Burundi ndio kunapokelewa watu. Vipi? Ni kweli naa utafurahia kwenda Burundi? Tunasikia Kongo. Ndio, tunasikia kwamba Burundi wote wanahangaika, wanatupiwa kwenye uwanja wa mpira, na hivyo basi huduma hamna kabisa. Vipi? na utategemea uta, utapendezwa na wewe kwenda kuishi katika hali kama na hiyo? Baba, mimi nishatoka na huko, nitaenda tu na mimi ndio kwa jionea kule, kule, kule, Asante sana, pole sana mama, pole nini. unaweza kambia taifa ambalo tunalokutizama kwa muda kama na huo za mati, tunaomba tusaidie juu hapa tena hivi, hatuna hata makuta tena, kuna franga. Kisha angalia watoto juu apa tukifika hapa. Nyumba ziko bure pale.